Nikisema na waje, semeni walete! Na waje! Na waje! Na waje! Ndugu mwenyekiti wa chama taifa na inshallah rais wa Zanzibar ikifika Oktoba 29, Mheshimiwa Othman Masud Othman, hebu mpigeni makofi kidogo tuaki huyoapiga makofi tunampenda Othman ndugu mwenyekiti wa chama chetu mkoa wa kichama Micheweni, ndugu naibu katibu mkuu wa chama chetu, mratibu wa chama Pemba, wenye viti na makatibu wa chama mikoa ya Pemba, wajumbe wa kamati kuu, halmashauri kuu viongozi wengine wote, itifaki nimezingatia, wanachama na wazanzibari wenzangu, assalamu alaikum. Naomba nianze kama ilivyo ada na dasturi zetu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye siku ya leo katujalia uhai na uzima, tumeweza kukutana hapa tukiwa tuna furaha, tunasema alhamdulillahi rabbil alamin. Sala na salamu zimshukie mtukufu wa daraja mbora, wa viumbe vyote, kiongozi wa umma, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. <coughs> Ndugu zangu, baada ya utangulizi huo, nikupeni taarifa kwanza kwamba CCM na mgombea wao wamekwisha tepe tepe, bwa mdogo kakata pumzi kabla hata hatujafika nusu ya kampeni. na katika hili sisi timu yenu ya kampeni tuna haki ya kukupongezeni wananchi wote wa Unguja na Pemba, na kwa leo hususan wa Micheweni kwa msimamo wenu katika kuitetea nchi yetu. Ndugu zangu, hawa walidhani ni rahisi, walidhani wataweza kuwalaghai Wazanzibari. Hawa wajui au hawatujui Wazanzibari, hawajui msingi wa harakati zetu. Wao wanasaka vyeo, sisi, waasisi wetu wakiongozwa na almarhum Maalim Seif, wameasisi harakati hizi kwa kuvisamehe vyeo, kuitetea nchi yetu na sisi tunapita njia ile ile tunapita tunafuata nyayo zao, na ndio maana moja mmeelezwa, Maalim na wenzake walifukuzwa CCM kwa sababu ya kusimama kidete dhidi ya Nyerere aliokuwa anataka kuiangamiza nchi hii. Jaribio kama hilo likafanyika kwenye bunge la katiba 2014, akajitokeza mwanakindakindaki mzanzibari mwingine akapita njia ile ya Maalim Seif naye alikuwa Othman Masoud Othman, Othman, akakataa ufisadi wao katika bunge la katiba. Sasa haya haya ndio bwa mdogo na timu yake hawayaelewi. Matokeo yake jana aibu tupu, jana aibu tupu. Wanawalazimisha walimu waskuli wafunge skuli wende kwenye mkutano wa kampeni wa bwa mdogo, wamewalazimisha mashekhe, walimu wa madrasa. Katika lile tangazo klik, ilo iliokuwa klip iliokuwa imevuja, mwalimu yule anatangaza mpaka mapadri wanatakiwa wakashiriki kwenye kampeni. Umekwisha bwa mdogo, utawaona wazanzibari Oktoba 29, inshallah. Ukasirike, ukasirike, ukasirike, potelea mbali. Ndugu zangu, nimekuwa nikiuliza, unawaona wote wanavyobabaika. Wote nafikiri siku hizi wenye simu za kisasa mtakuwa mneiona clip ya Hemed kiwani kule, kaulizwa swala dogo tu na mama mmoja kuhusu maji, anajitetea. Na hili likuonesheni uongo wa watu hawa hawa, na Profesa Omar yuko hapa na Kombo Mwinyi yupo hapa na Dr. Muhammed yupo hapa na Hassan yupo, eh e, yupo wawakilishi wetu wane wanajua. Hawa walisimama baraza la wawakilishi kusema kwamba tatizo la maji limemalizika nchi hii. Uongo kweli! Wawakilishi hao walioibiwa eka wakawaumbua pale kwamba matatizo ya maji yako vile vile, na ushahidi ndio ule uliotokezea kiwanja matokeo yake yanaambia, ah, kufanya kazi hiyo, laki moja na nusu tu haitushindi. Wewe unasema hayo, tuseme sisi, wewe ulikuwepo, mbona imekushinda? Unaisema sasa, unataka kura? Wapemba wanajua thamani yao, hakuna kura ya CCM kisiwani Pemba. Lakini hata ubwa mdogo kila anapopita sasa, ah, mtaondosha utitiri wa kodi, uliahidi hayo ishirini ishirini, mbona umeziongeza baada ya kuzipunguza? Kila mwananchi maskini wa nchi anakamuliwa, anakamuliwa mpaka ng'ombe hatoki tena maziwa, anatoka damu, sasa kwa kodi za nchi hii. <coughs> Leo nyinyi mashahidi, hata mpika maandazi nchi hii anatakiwa kakate leseni. Watu maskini ndio sisi, wamewafukarisha watu, kila unayemwona tabari dhaifu hal wao wanajisifia miradi ya ujenzi kwa sababu ndani yake kuna ufisadi, wanapiga mabilioni wakitumbua na familia zao na marafiki zao. Mwananchi wa Micheweni na mwananchi wa Pemba na Unguja taabani, cha kukila hakijui. Nikuulizeni hapa ndugu zangu, nani hapa ana uhakika wa mlo wake, milo mitatu ya kesho? Nani ana uhakika hapo? Nchi tajiri, nchi tajiri kama hii mtu leo anahangaika kutafuta kijio. Halafu tunaposema kwamba Rais Othman Masud akishaapishwa, bajeti yake ya mwanzo, kima cha chini cha mshahara kinapanda mpaka milioni moja, wanaweweseka wanaweweseka tunakwambieni, wao wamebaki na sera moja tu. Nyimbo yao nini? Haiwezekani. Huwezi wewe kwa serikali yako ya kifisadi. Serikali safi ya Rais Osman Masud inakwenda kumkomboa Mzanzibari pale penye kitovu cha umaskini, kwa kupandisha mishahara na baadaye kuhakikisha wananchi wote wanaishi maisha mazuri katika nchi yao inshallah. Haya, ndugu zangu, tutayachambua kwa kina, sikilizeni kwa utulivu. Tukijaliwa tarehe nane Oktoba, tunazindua rasmi sasa kitabu kamili cha ilani ya uchaguzi itakayokwenda kutekelezwa na serikali ya ACT Wazalendo chini ya Rais Othman Masud Othman. Insha allah. Sasa ndugu zangu, tuendelee na yale yetu. Niliahidi na naendelea. Hawa wanaposema hawawezi, hawawezi kumlipa mtu milioni moja, nimesema hapa ni kwa sababu ya ufisadi wao miaka mitano hii, ndugu yangu serikali ya kifisadi imekuwa kazi yake kukudhulumuni wananchi mapato ambayo yangepaswa kuja yakabadilisha maisha yetu. Leo nimeamua nilizungumzie swala ambalo mwanzo mwanzo tulilizungumza Unguja kule, kashfa kashfa ya aibu ya uvundo iliyofanyika katika uwanja wa ndege wa Unguja. Na nalisema hili Pemba kwa sababu gani sasa hivi kuna nyimbo hapa ati juzi nafanya maigizo kwenda kuweka jiwe la msingi leo kwenye kampeni la kujenga ati uwanja mpya wa ndege uwanja huu ulikuwa uwanze tangu ishirini ishirini na tatu umeufisidi kwa sababu ya kudai chenu Katumwa mtu kwenda kudai milioni nane dola za Kimarekani. Mkandarasi ambaye alikuwa ni sehemu ya mkakati ule, alipokataa, mradi ukakwama. Leo wanakuja kufanya maigizo ya kuweka jiwe la msingi. Sasa, nukta yangu nini, ndugu zangu? Wanachokitafuta wao pale ni kama walivyoifisidi Unguja, waje waifisidi Pemba. Lakini hamuwahi kwa sababu siku zenu zimebakia 27, kutoka ya leo. Inshallah, tunakwenda kuwaondoa au hamko tayari? Wananchi wa Pemba, tuko tayari kuuzika umaskini wa kujitakia nchi hii. Hatujachoka na idhilali hii, hatujachoka kunufaisha watu wakajeza matumbo yao sisi tukafukarika. Tutakwenda inshallah kuadhibu kwa sanduku la kura tarehe 29, na wasijidanganye yale waliokuwa wakiyafanya miaka yote. Mwaka huu tunawaambia tumejipanga. Kabla hawajaamua hawajaondosha mguu, sisi tuko hatu watatu mbele, tutawakaanga Oktoba 29. Sasa ndugu zangu, nasema haya ambao wanataka kuyafanya Pemba, yamefanyika Unguja, na hili inataka kulieleza leo, ndugu zangu katika upigaji wa mwanzo mwanzo mkubwa uliofanyika ni kupitia kampuni ya kutoa huduma za uwanja wa ndege wa Unguja, kwa sababu ndio uwanja wa ndege wa kimataifa katika hali ya kawaida. Katika hali ya kawaida, pale ndio lango kuu, pamoja na bandari, la kuingilia na kutokea Zanzibar wanapojinasibu na utalii pale ndio wanapoingilia na kutokea. Kuna kampuni zilianza pale za Kizanzibari wakati airport ile haitaki mtu. Kampuni ya kwanza kujitokeza pale ni kampuni ya Zat ya marehemu Muhammad Raza kuna clip inatembea mpaka leo ya mmoja katika waliokuwa wakubwa wa shirika la ndege la Gulf Air, mnalikumbuka, mliokuwa mmefanya biashara miaka ile. Alisema anamshukuru Muhammad Raza, Zanzibar kulikuwa hakuna shirika la ndege la kimataifa lililokuwa linaleta ndege zake Zanzibar. yeye Muhammad Raza, Mungu amlaze pema, ndiye akenda akafanya ushawishi na kujenga hoja Gulf Air ikatua. Haya, hakusema mwenyewe, kasema yule Mwarabu aliokuwa dhamana na mwendeshaji wa shirika la Gulf Air, akasema huyu alitufungulia milango mpaka tukaenda tukaonana na rais wakati wa Dr. Salmin, kuhakikishiwa kila msada. Nayasema haya kwa sababu gani? zat hii ndio kazi iliyofanya kampuni ya kizalendo, wakati huo airport hakuna kitu. Ilianza mwaka 1998. Na baadaye ikaja kampuni nyingine inaitwa Transworld mwaka 2014. Sasa ndugu zangu, leo imejengwa terminal mpya ya tatu ambayo leo hodari wa kujisifia akajifaharisha nayo terminal 3. Ile haikujengwa na yeye, kaja akaikuta tayari imekamilika, na katika watu tuliopambana, ushahidi upo, mimi nilipambana katika Baraza la Wakilishi kupambana na ufisadi, ili uwanja wa ndege ule terminal mpya ijengwe, umekamilika leo unazifisidi kampuni za kizanzibari hizi, moja ya kizanzibari moja ilikuwa na mchanganyiko wa hisa baina ya kampuni nyingine za nje na mwanahisa mzanzibari. Kisa nini? unataka kuleta kampuni yako kutoka Dubai inaitwa Danata. Sasa tulisema sisi si ubaya kuleta kampuni nyingine, lakini si kwa gharama ya kuzifisidi kampuni za Kizanzibari zilizotoka jasho mpaka kukifikisha pale kiwanja cha ndege. Lakini zaidi, hizi ziliajiri Wazanzibari vijana wetu pale. Kampuni ya ZAT iliajiri vijana takriban mia nne na kampuni ya Transworld takriban vijana 230 akazifisidi, kwa kulazimisha kinyume na sheria, tena kosa la jinai, kuipendelea Danata. Kwa vipi? Ndugu zangu, kwanza, kanuni za mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania, TCAA, zinataka katika huduma za uwanja wa ndege lazim kuwe na kampuni angalau tatu zishindane. Kilichofanyika nini? Kaileta Danata ikapewa terminal 3 ya uwanja wa ndege wa Unguja peke yake. Hawa wengine wakaambiwa nyinyi hamwendi huko. Tuseme haya, umeamua hivyo, lakini huishi hapo. Kuonesha ula maslahi yako, serikali nzima inatoka inazichimba kampuni za Kizanzibari unalazimisha mashirika ya ndege yote yahamishe ndege zake terminal 2 ambayo inahudumiwa na hawa za Transworld, zote zende terminal 3 ukapate faida kupitia Danata kule. Kwa hivyo, kwanza walikiuka kanuni za TCA, mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania, wakakiuka sheria ya manunuzi ya umma kwa sababu hakujatangazwa tenda. Aliitwa tu akapewa kazi akabarikiwa. lakini haijatosha hapa. Sheria ya mamlaka ya anga inataka pia kwamba akija mwekezaji wa kigeni angalau, asilimia thelathini na tano iwe na hisa za wananchi Mzanzibari. Ndugu zangu, kama hayo hayatoshi, sheria, kuna sheria nchi hii inazungumzia sheria ya ushindani wa haki, fair competition act. Serikali inakatazwa kutoa upendeleo, lakini kilichotokezea wakazimwa ZAT, wakazimwa Transworld, akabebwa Danati. Lakini nataka niifunge hoja hii sasa ili muelewe tunachokisema ndugu zangu, nilikwambieni hapo kwamba sheria ya mamlaka ya anga inataka watoa wa huduma kama hizi katika uwanja wa ndege wawe angalau watatu, ili kutoa ushindani na vile vile inataka kama unaleta kutoka nje mtoa huduma hizi angalau asilimia thelathini na tano ya hisa zake zimilikiwe na mwananchi au aw wananchi au kampuni ya ndani ya nchi. Kilichofanyika nini, ndugu zangu, na hapa ndio muone upigaji uliofanyika. Kilichofanyika ndugu zangu, danata wenyewe wakaambiwa asilimia 65 na hizi ambazo zilikuwa ziwe local za kampuni ya ndani, ikaambiwa kuna kampuni inaitwa Maxima Limited ikaambua hii ina asilimia 35 ya hisa, lakini wamejificha gongo wazi, wamejificha njuguni, gongo liko wazi. Tukapekua sisi, hawa mexima wenye hisa hizi nani? Ndugu zangu, ndani yake katika huyu mexima kuna kampuni tatu, moja inaitwa Savannah International Limited ina asilimia 45 katika hizo asilimia 35, lakini ndani yake kukawa na mtu anaitwa kwa jina la Suleiman Hamadi Ali, akaambiwa yeye ana asilimia 51. Yani huyu Suleiman Hamadi Ali ana hisa nyingi kuliko hiyo kampuni iliowekeza huko ndani. Na mwisho kuna bwana anaitwa Sufian Ayub Hafidh. Ana asilimia nne huyu Sufian ni raia wa India. Wakati iliambiwa hii kampuni asilimia 35 iwe ya nani, wananchi wa Zanzibar au kampuni ya Zanzibar, lakini kilichogundulika ni ndugu zangu, huyu alioitwa Suleiman Hamadi Ali mwenye asilimia 51, kagundulika kwamba ni mfanyakazi tarishi tu wa kutumwa na huyu Sufian Ayubu Hafidh na kampuni yake nyingine ya Savani. Lilipohojiwa swala hili, tulilihoji sisi, vikahoji vyombo vya habari, mpaka leo limezimwa. Na katika hili, ndugu zangu, katika hili tulidai sisi tangu elfu mbili na ishirini na tatu mwezi wa Februari kufanyike uchunguzi wa wazi, tutangaziwe nani waliokuwa uko nyuma hisa hizi, mpaka leo hakujaelezwa chochote. Lakini balaa kwetu sisi wananchi, ndugu zangu, airport ile imejengwa kwa fedha za mkopo ambazo mnazilipa nyinyi wananchi walipa kodi, kupitia kodi zenu. Unaleta mtu anakuja kutengeneza faida. Tumecheck, mpaka leo serikali haitaki kusema mapato yaliyopatikana na Danata ni kiasi gani, na serikali ya Zanzibar imepata kiasi gani? Biashara kubwa kapewa, inafanyika kizani, wanajua wenyewe wakubwa walionufaika na mradi huu. Ndugu zangu, katika hili kwa sababu hawajatoa mahesabu, sisi hatutaki kuambia, lakini wewe fikiria katika uwanja wa ndege kama ule ambao kila siku huduma zinaongezeka na mashirika ya ndege yanakuja, watalii wanaingia, wakitoka, wanatengeneza mabilioni mangapi kila mwezi? Sio kila mwaka, kila mwezi. Hizi wanakwenda kujaza matumbo yao mabilioni, ndugu zangu, na kama alivyosema wananchi wa Micheweni, kila bilioni moja ni sawa sawa na milioni elfu moja haya mabilioni yanajazwa mifukoni mwa watu huku mwananchi wa Kiuyu, mwananchi wa Micheweni anatafuta kijio cha kula yeye na wanawe hakitimizi. Watu wanapiga. Ndio maana ukaona ndugu zangu, haya aliyoyasema Mheshimiwa Omar ya mipango ya wizi yote, utamu umewatamkia wa miaka mitano ya wizi na ujambazi. Sasa ni juu yetu sisi wananchi. Nikuulizeni wananchi wa Micheweni, mko tayari kuendelea kugeuzwa ngazi ya watu kujitajirisha kwa fedha za haramu za mapato ambayo yalipaswa kuja kwenu nyinyi, mkaendelea kuishi na umasikini? Mko tayari hilo? Mko tayari kuja kudangazwa na viboti uchwara vya faiva hapa? Watu wanapiga mabilioni. Nani hataki kuishi maisha anayostahili kuishi binadamu katika karne hii ya ishirini na moja, maisha yanayothamini utu wa binadamu ambaye hahangaiki na riski, anahangaika na mambo makubwa. Nani hataki kuishi maisha ya kifahari kama hayo? Ndugu zangu, Zanzibar si maskini, inataka kiongozi mzalendo mwadilifu, na kiongozi huyo si mwingine, ni mheshimiwa Othman Masud Othman Kahudumu serikalini miaka ishirini na tatu, hajawahi kutuhumiwa hata kuchukua senti hamsini ya serikali, lakini huku kwingine kila siku tunakufichulieni ufisadi wa mabilioni. Sasa nikuulizeni, ndugu zangu, ndugu zangu wa Kiuyu na Micheweni, nikuulizeni kwa ufisadi huu wa mabilioni ambayo yalipaswa badilisha maisha yetu kuna mtu yuko tayari kupiga kura kuwachagua hawa waendelee na ufisadi wao? Kuna mtu yuko tayari kumchagua tena bwana mdogo kuendeleza serikali ya kifisadi namna hii? Hebu kama yupo ambaye anatamani ufisadi huu uendelee, anatamani kuendelewa kuibiwa, na anatamani kwa mdogo aendelee kuangamiza nchi, anyoshe mkono juu. Hakuna. Sasa wale ambao wamechoka na ufisadi na watakwenda kuukomesha Oktoba 29 kwa kumchagua Mzanzibari mwana kindakindaki, Mpemba wa Pandani, wa Osman Masudi. Naomba mkono juu, naomba mkono juu. Tutamchagua mheshimiwa Osman Masudi yeah. Tutamchagua mheshimiwa Osman Masudi yeah. Tuko tayari kumsikiliza sasa, yeah. DJ tuletee rais mpya wa Zanzibar, mwana kinda kindaki wa Zanzibar aja kueleza wananchi wa Micheweni mipango ya serikali yake ya kupambana na ufisadi, kuwaneemesha wananchi. DJ <tipansi>